Mwamko wa vijana katika kudai mageuzi ya utawala nchini Uganda unazidi kushika kasi na kuhanikiza katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea, licha ya vitisho na vitendo vya kamata kamata -kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao. Taswira inayoshuhudiwa ni mvutano kati ya vizazi vya viongozi wa baada ya uhuru na vijana wa enzi hizi wanaoelezea kuwa hawatozuiwa na utawala kutimiza ndoto zao kutokana na maovu kama ufisadi na ukandamizaji wa kisiasa. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. <tinyo> <tinyo> Huo ni mojawapo ya mikutano ya kampeni za urais za mgombea Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine zinazoendelea sehemu mbalimbali za nchi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Januari mwakani. Bobby Wine ameendelea kuwahimiza vijana wasahau tofauti zao za kikabila, kidini na kitabaka, kwani hivyo ndivyo vimetumiwa kuleta mgawanyiko na uhasama miongoni mwa jamii za Uganda. Katika moja wapo ya mikutano hiyo, Bobi Wine aliwaambia vijana kwamba watumie nafasi hii ndogo ya uchaguzi kuonyesha kero zao dhidi ya utawala kupitia kwa kupiga kura. Sisi ndio wajukuu wa vijana wa kike na kiume wa mwaka elfu moja tisa mia sitini na mbili na sisi ndio mababu za watoto watakaozaliwa. Kwa hiyo ni jukumu letu kujenga mstakabali wa vizazi vijavyo. Kutokana na hoja hiyo, baadhi ya vijana ambao licha ya kutokuwa wafuasi wa moja kwa moja wa Bobi Wine wanahisi kuwa hii ni fursa mwamko ambao waweza kuleta mageuzi ya utawala na kuwawezesha kuhalisisha ndoto zao, lakini matumaini yao yanakumbwa na vizingiti, ikiwemo vitisho, vitendo vya kamatakamata -kamata, na manyanyaso mbalimbali dhidi yao na vyombo vya dola. Ni kwa ajili hii ndipo baadhi wamekosoa utawala wa sasa kwa kudhihirisha kuwa unajali tu masilahi binafsi badala ya mstakabali wa nchi, pale wanapoambiwa kuwa makosa makubwa wanayofanya ni kutaka mageuzi kupitia kwa rabsha na machafuko. Kijana wa kike Ivoni Mpambara amekosoa viongozi wa sasa kwa mtazamo huo wao, anayoelezea ni kisingizio tu. Msemo tunaosikia ni kwamba vijana ni washari wanaopenda machafuko. Dola ni shari kila siku, kwani tunaona polisi wakiwakamata vijana bila hatia vijana wanaokumbusha viongozi wa sasa kwamba kipindi kile walipopigania haki zao kutoka kwa tawala zingine walikuwa rika zao, na walitambua kuwa mwendelezo wa tawala hizo ungewakosesha mstakabali bora, lakini baada ya wao kuingia madarakani hawatambui kuwa nao wanaendeleza hali ambayo inaleta mashaka kwa vijana kutokana na kukithiri kwa mienendo ya ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu, ukosefu wa fursa bora za kipato na huduma duni za elimu na afya. Lakini Rais Yoweri Museveni amekariri kuwa vijana wanapotoshwa na kuwaonya dhidi ya kushiriki maandamano yanayopangwa kwa ufadhili wa kigeni, wanashirikiana na kundi la Chagulanyi, wakidai kwamba ni wataalamu wa machafuko na wanafadhiliwa na makundi ya kigeni. Hata hivyo, vijana hawaonyeshe kuhofia vitisho kama hivi, na sasa hata wazazi wao wameanza kukubali kwamba pale walipoendelea kuhofia yale ambayo yangewapata kama wangepinga utawala, walitoa nafasi kwa utawala wa kujimarisha na kujenga mazingira haya ambayo sasa ni mkwamo mkubwa wa walimu wao na watoto wao. Brenda na Kalema ni kijana anayechambua masuala ya utawala. Kwa sababu wewe ni kijana haimaanishi uelewi jinsi utawala unavyokunyanyasa vijana. Wameshuhudia hali hiyo mara kwa mara, tofauti kabisa na miaka ya nyuma ambapo vijana walitazama tu kampeni na uchaguzi vikifanyika. Kwa sasa wengi wamejitosa ulingoni kuania viti mbalimbali mbali vya uongozi, lakini changamoto kubwa kwao ni ukosefu wa pesa, kwani wapigaji kura wengi hudhani kuwa hiki ni kipindi cha wao kuvuna kutoka kwa wagombea. Lakini vijana wanaamini kuwa matumizi ya teknolojia za mitandao ni fursa ambayo watatumia kuwahamasisha wenzao kuleta mageuzi hata kama utawala una uwezo wa kuzitatiza. Rubeg Emmanuel, DW, Kampala.